Wa Kenya ya kwanza wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ishongwa wamewakashifu viongozi wa upinzani kwa madai ya kueneza siasa za chuki na ukabila katika eneo la Ukambani. Viongozi hao wakisema kuwa serikali ya Rais William Ruto itaendelea kuwahudumia wakazi wa eneo la Ukambani. Aidha, wamepigia upato serikali ya rais kuhudumu kwa mihula miwili. Fred Wambua anatuanzishia jamvi hili la undugulio na maelezo zaidi. Upinzani unapoendelea kunua makali yake katika maeneo ya Ukambani, hapo jana wakizuru kaunti ya Machakos na Kitui kutangamana na wananchi. Leo hii viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wa wamekita kambi Kibwezi Mashariki kuzindua mradi wa barabara, siasa zilizosheheni zikiwa ni za kupinga siasa za ukabila wanazosema zinaenezwa na Rigathi Gachagua. Sasa wale mnasikia wakiwa na siasa mbaya siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya uchochezi na migawanyiko. Hiyo ni siasa duni ambayo inatuletea maisha mbaya, sababu wanataka kutupiganisha, wanataka wakwambie, oh, wewe Mkamba, wewe ni kazini yetu, wewe sio kazini yetu. Wewe ni ndugu na dada yetu, kama Wakenya. Sisi wote Mwenyezi Mungu wametuweka Kenya kama ndugu na dada, si ndio? lakini kuja kuambiwa ati kazini That is exclusionist politics politics and dangerous politics for our country. Sasa, yeye rigiji akiwa MP yake ilikuwa moja. Akakuwa naibu wa rais half term. Hakuna kijiko mtu wa Kibwezi alipata moja yake. Viongozi hao wamemshtumu kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kutokana na matamshi yake kuhusu sherehe za mashujaa zinazotarajiwa kufanyika kaunti ya Kitui. hiyo ni madharau mbaya sana kutoka kwa kiongozi ambaye anajiita kiongozi wa kitaifa. Huwezi sema ati wakamba kazi yao ni kuja kuangalia ndege, mashujaa day ambayo inaenda Kitui wiki ijayo hapo Kitui kuna stadium mpya yenye haikujengwa tangu serikali ya mkoloni imejengwa sasa, na karibu miezi tano, miezi nne stadium itakuwa imeisha, ndio tutakuja mashujade, mtatukaribisha watu wa Ukambani? Na mimi nawaalika na siwaaliki, mkuje kuona ndege zikiruka? Si ndege mnaona kila siku? So kiongozi yeyote kuambia watu ati wanakuja kuona ndege ni madharau ya hali ya juu. Alafu huyo jamaa anakuja hapa akitembea hivi akiteremuka na, na Mombasa Road. Anakuja anasema msichague mwengi mutuse. Na yeye ndio analeta maendeleo. Yeye ndio analeta barabara. Yeye hakuna kitu analeta. Aidha, wameendelea kueneza siasa za rais kuhudumu hudumu kwa mihula miwili, wakisema kuwa rais anaendeleza maendeleo Ukambani yaliyokuwa adimu wakati wa viongozi wa upinzani waliokuwa madarakani kwa miaka mingi. O, tuende mbali sana, hakuna mwanaume anaweza angusha William Ruto kwa siasa ya Kenya. Na mkitaka tuweke hapa, munaweze ni nani? Hakuna. Hawa viongozi wote ambao wanaomba uongozi wa Kenya wamekuwa na nafasi za kuongoza nchi yetu katika ngazi tofauti tofauti, kweli si kweli? Yes. Hao viongozi wote ambao wanaomba nafasi za kuongoza Kenya walikuwa na mamlaka ya kutupatia hii barabara, lakini wakati walikuwa kwa serikali they never gave us this road. William Ruto ndo ametupatia sasa, tutaenda na yule ametupatia ama tutaenda na wale walitunyima wakati wao. Badilika, mnasikia rais anasema we can no longer settle with mediocrity. ile siasa ya kufanya hekaya za Abunuwasi ya kuchekesha watu wanaenda nyumbani wakiwa na njaa, hakuna matumaini. Hiyo siasa imepitwa na wakati, na hao wanasiasa wanaendesha hiyo kitu tunawafungia debe moja 2027 na kuwatupa nje. Fredrick Wambua Undugu TV.